Ni Bugoma TV. Habari, habari. Naitwa Daudi Ramongo, ni afisa wa TAKUKURU wa Katavi. Katika utekelezaji wa jukumu hili, TAKUKURU ilikagua utekelezaji wa miradi miwili ya elimu yenye thamani ya shilingi bilioni 4.3 na kubaini kwamba, mosi, mabati yaliyowasilishwa yenye thamani ya shilingi milioni 220,023,980 yalikuwa chini ya kiwango. Mzabuni alilipa fedha kabla ya mabati kufika eneo la ujenzi, kinyume na taratibu za manunuzi. Baada ya kubaini hilo, TAKUKURU ilifanya kikao kilichowahusisha mkurugenzi wa halimashauri, mkuu wa mkoa na mzabuni, na kumtaka mzabuni abadilishe mabati na kuleta mabati mengine ambayo yanakubalika kwa mujibu wa miongozo ya serikali. Inaitwa Katavi Boys. Shule mpya inajengwa katika kata ya Kasokola lakini, shule nyingine ni shule ya Rungwa Sekondari. Mzabuni wa zile bati alikuwa mmoja, anaitwa Resa Rufus ya Mwanza. Kwa hiyo baada ya kubaini yale yote tufanye hiyo kazi na, na kuokoa fedha kama nilivyosema awali. Jukumu letu la kwanza kama TAKUKURU ni kuelimisha. Elimu inatolewa kwa watumishi, kwa wanafunzi na watu wa makundi mbalimbali kwa hiyo tunawaambia madhara ya rushwa na kadhalika, lakini pia tumekuwa tukitoa elimu kwa wananchi wetu kutupa taarifa za vitendo vya rushwa pale vinapotokea. Sasa kwa hawa ambao wanakiuka maadili ni kwamba kwenye jamii yoyote mambo kama haya yanakuwepo. Kwa hiyo inapotokea vile sisi kama Takuru jukumu letu la kwanza ni kuchukua hatua na hatua mojawapo ni kama hivyo kuwaelimisha, lakini la pili ni kuchukua hatua za kisheria ambapo tunaona Naitwa na Damas Chomba Bakana, cheo changu ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata ya Kaskora na ufahamu mradi huo wa sekondari ya kanda kata viboizi katika kata yangu ya Kaskora. Mradi TAKUKURU wako bega kwa bega pamoja na huu mradi toka mwanzo, mradi ulipoanza mpaka sasa mradi mnavyoona, na mimi maoni yangu ninayoweza kuyazungumza katika mradi huu ni kuwashukuru kwanza ofisi ya TAKUKURU mkoa kufuatilia mwanzo wa majengo mpaka hapa yalipofikia na waendelee kuhakikisha wanakuwa pamoja na serikali yetu kuhakikisha miradi yote inayoletwa inatekelezwa kiufasaha zaidi, kwani Chama cha Mapinduzi kipo pamoja na wao kitahakikisha kinasimamia Ilani ya Chama cha Mapinduzi katika majengo na fedha zinazoletwa na mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya maendeleo katika maeneo yote ya nchi nzima. Hii ni Bugoma TV. Habari.